Yale majoho yetu yaoneshe sura hal halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna, ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana, viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu tusivuruge nchi yetu. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah Mungu katuumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara, inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia, inaweza ikatumika tatizo ni siasa tulionayo, siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu kweni na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotuumba nazo, madini Tanzania. Sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambayo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapo, na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa asilimia mia moja ishirini na nane. Tunakula na tunauza kubwa zaidi. Serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini, ambayo sasa kuna madini yanaitwa madini adimu dimu duniani, ndio dunia yote imetoa macho hapo, pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba.